Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe nne mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku nzuri kabisa siku ya Jumanne, Ramadhan tatu kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako dukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbili. Jina langu ni shehani mzeina na hii ni toka zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa zetu mbalimbali mbali, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, X hapo zamani Twitter, kwa jina la toka zamani TV. Bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye komenti hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa toka zamani TV.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 kwa maslahi binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Veta yaja kibiashara kutumia vitu kumi na nne vya umahiri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Wanafunzi wapata ruzuku laki nane na sitini kwa mwaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili Gazeti hili imeandika bodi ya ithibati ya wanahabari yapewa maagizo wa saba. Habari katika ukurasa wa saba. Majali wahimiza wa huduma za fedha kukuza uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Kitila, hakuna sababu ya kuagiza nondo mabati nje. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika binti ya simulia alivyoteta na Samia mtajajpm habari katika ukurasa wa ne. Dereva bodaboda abiria watatu wafajalini wa habari katika ukurasa tatu. Moto uwa watu wawili Kibaha, habari katika ukurasa wa moja. Mpango wa Tanzania kemeni ukatili, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gaziti habari leo. Kwinjila habari Tanzania habari picha akimonyesha Rais Samia Sulahasan akifuturisha yatima na watoto wenye mahitaji maalum hapo jana pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye ya habari iliyopewa kipaumbele ni mizengo ya kazini inavunja familia, kutopandishwa madaraja, mizengo ya mahusiano na kukaimu muda mrefu vyatajwa kuathiri ndoa na malezi. Simbachawene aonya ubabe, urasimu wa viongozi, ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika nafuu watumiaji gesi, vituo vikiongezeka, habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Elfu moja mia tano hamsini bei ya kilo moja ya gesi kwenye magari ambayo inaweza kutumika kwa umbali wa mara mbili unaotumika ukitumia mafuta. Nukuu ya Dr. Biteko katika ukurasa wa mbele mbani, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, nasema tuko katika utekelezaji wa jitihada mbalimbali mbali, ili kuhakikisha tunaleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya nishati nchini. Sekta binafsi inaendelea kushiriki kwenye ujenzi wa vituo vya kujazia gesi kwenye magari na ujenzi wa karakana za kubadilisha mifumo. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika usioyajua ya mbobevu huyu nchini, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Ni Dr. Albina Chua, si jina geni miongoni mwa Watanzania kutokana na kusimamia sensa ya watu na makazi mara mbili mfululizo lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake wa mbele limeandika jarida la elimu mwarobaini wa kumaliza tatizo la ajira nchini. ya habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, mbunge Mpina hapa kufichua ubadhilifu viongozi wanaojihusisha na vitendo viovu, viovu rushwa, asema wamekuwa wakikimbilia ndani ya CCM kushtaki kuficha mabaya yao. Habari maliko kwenye ukurasa wa nne. Wasira ataka vyama vya ukombozi viendeshwe kwa kuzingatia mahitaji. Habari katika ukurasa wa nne. Samia kufungua mkutano mkubwa wa mafuta gesi. Habari maliko kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili CUF. Hatuwezi kuingia katika mtego wa kuunganisha vyama. Habari kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Chama cha wananchi kafu, kimesema kuwa tayari kimeshang'atwa na nyoka katika masuala ya kuunganisha vyama vya siasa kwa ajili ya kusimamisha mgombea mmoja kwenye uchaguzi mkuu, hivyo hawataweza kuingia katika mtego huo. Habari kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Dkt Gwajima, wanawake wana nafasi kubwa kuinuka kiuchumi kupitia sekta ya madini ya. Habari katika ukurasa wa tano bodaboda ya ua wawili yumo mwana habari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Viongozi wa Ulaya wakubaliana kuhusu amani wa ya Ukraine, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili imeandika ya jue yaliyojiri ziara ya, ya rais Dr. Samia mkoani Tanga, habari katika ukurasa wa tisa hadi ukurasa wa kumi na moja. Pata nakala yako gazeti Majira usomeko ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Nipashe Mwanga wa Jamii, habari iliyopewa kipaumbele ni ajira serikalini zimejaa madudu, waziri abaini wasio na taaluma wapenya, asema hoja za walimu wasio na ajira zina mashiko, hawaita mezani kusikilizwa na mawaziri watatu. Habari kamili inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ajenda ya Chadema iwe kitaifa ikajadiliwe Ikulu na vyama vyote, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. serikali yashtukia ndoa kibao kuvunjika ya yeah, mwaga uhamisho kwa wake kuwafuata ume zao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Auawa kwa kupigwa risasi na askari wa TFS. Habari katika ukurasa wa saba. John James mwenye umri wa miaka thelathini na tano mfanyabiashara mkazi Jindara, Salam, wa Chanika jijini Dar es Salaam anadaiwa kuuawa na askari wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa saba. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Nipashe ni ripoti maalum shule zinazotawaliwa na daraja sifuri, RC si na wizara wa msaka mchawi wao alipo. Habari katika ukurasa wa nne. Mwanamama jela kumuua mchepuko katika harakati za kumkwepa mume wa. Habari katika ukurasa wa nane. Budabuda za gongana moja yaingia uvunguni mwa hais yalipuka na kuwa dereva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini gazeti Nipasha michezo limeandika Amorim amporuni za uso. Habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Yanga yamtaja Kangalombo mechi na simba. Habari katika ukurasa wa 24. Mukwala aomba namba ayuwe Yanga. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limenika gazeti Anipashe Mwanga wa Jamii Uhuru kweli Daima. Katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni makamu wa rais ataka jamii ikemee ukatili unawahusu wanawake na watoto, agiza hatua stahiki zichukuliwe kwa watakaobainika. Atoa rai hiyo katika kongamano la maadhimisho siku ya wanawake mkoani Kigoma. Habari katika ukurasa wa sita. Waziri mkuu ataja faida tatu huduma jumuishi za kifedha, habari katika ukurasa wa pili. Wasira vipa neno vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika, avishauri viende na wakati, visiruhusu mabadiliko yanayotokea yakawandoa katika shabaha ya kuikomboa Afrika, habari katika ukurasa wa tatu chanzo watoto kuzaliwa wana ugonjwa wa moyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika watalii laki saba na elfu thelathini wapokewa visiwani Zanzibar Januari, habari katika ukurasa wa kumi. Ujenzi kituo cha gesi asilia ya magari wafikia asilimia tisini habari katika ukurasa wa nane. Tumieni busara, Simbachawene, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kwa leo. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalewa gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mpango wa Tanzania tukemee vitendo vya ukatili, habari katika kurasa za ndani. Mataifa 18 kwa kuania tuzo ya uhifadhi Qur'an, habari katika kurasa wa nane. Soranga ataja vijana kuchangamkia fursa tehama, habari katika ukurasa wa pili. Simbachawene aagiza kuzingatiwa kwa sheria kanuni za utumishi, habari katika kurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili imeandika ZBS yaagizwa kuzitangaza maabara za uhandisi ujenzi, habari katika ukurasa wa pili. Ors aapishwa kuwa rais wa Uruguay, habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Machinga ni nalo mikononi mwangu, lenye li limeandika Simba Chawene awaka haki za watumishi hawawakia wakuu wa taasisi wanaonyima haki ya uhamisho watumishi. Abaini baadhi ya ndoa zao zina miaka ishirini, hawajawahi kuishi na wenza wao kwa zaidi ya wiki mbili. Abaini kujitokeza tabia na mienendo isiyo ya kawaida katika utumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na baadhi ya wakuu wa taasisi kuchagua aina ya watumishi u wa kufanya kazi nao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti limeandika Wasira ataka vyama kusini mwa Afrika kuendeshwa kwa kuzingatia mahitaji. Habari katika ukurasa wa tatu. Profesa Kabudi aipa maagizo bodi ya thibati. Habari katika ukurasa wa tatu. Dr Mpango haimiza ulinzi wa watoto wa kiume. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Asasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe li limeandika Ikanga Spidi aiomba dabi ni kareko dabi ya Yanga dhidi ya Simba Jumamosi saa moja na dakika kumi na tano usiku. Aziziki ashtua anaswa hospitalini, daktari atoa ufafanuzi. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Fadlu aipata dawa ya Yanga apanga upya kikosi akiwatoa hofu Msimbazi. Habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu. Makala ya hisia zangu na Edo Kumwembe katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika UEFA leo Club Brugge dhidi ya Aston Villa, mchezo utapigwa saa mbili na dakika arobaini na tano usiku. Mechi zingine ni Real Madrid na Atletico Madrid leo Jumanne saa tano kamili usiku, Santiago Bernabeu. UEFA Champions League leo Jumanne ni PSV dhidi ya Arsenal saa tano kamili usiku. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya kwa mtoto wa bunduki sehemu ya ishirini na saba ikiwa inapatikana kwenye ukurasa wa kumi na sita. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikaroni mwangu. Nalo gazeti ya habari leo gwiji la habari Tanzania lenye limeandika malone kamara waiwahi Yanga nyota mbeya city kicheko kuitoa Azam jkt Tabora united za fuzu shirikisho. Amruchi kocha mpya Rwanda, habari katika ukurasa wa 22. Waziri Mchemba ataka VAR Yanga Simba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti ya habari Leo, wiji la habari Tanzania, ukurasa wa nyuma. Gazeti Nipashe Mwanga Jamii umeandika Mukwala aiomba namba aiwe Yanga asema Jumamosi anataka kufanya kama alivyonyosha Coastal asisitiza lazima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, yanga yamtaja ya kangalombo mechi ya Simba, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Arsenal kumpeleka sokoni Martinelli, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti y Nipashe ya mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi wa vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii ya leo.